Binti yangu hanirithi, lakini mke wangu ananirithi. Ni politics ya siasa ya ovyo iliyochezwa, wakazuiliwa riski, ikawa serikali ndio inafikiria tuwape, tuwasaidie aina gani? Haujachukua muda, Abubakar anatoa command ya government nenda mlazimishe Ali, mwambie Fatima awatoe watu wote waliokuwa nyumbani pake waje watoe baya hapa wa ila wauwe. Amri inatoka kwa nani? Kwa Abubakar, atakayepitisha ni Umar. Amri hiyo inakuja Umar anakamata mwenje la moto Anawaambia, ima mtoke ndani ya nyumba au nyumba ninaitia moto. Anaambiwa ni Fatima, anaambiwa lakini ndani ya nyumba yuko Fatima. Anasema hata kama yumo binti ya Mtume ntamchoma moto, ntachoma moto, hata kama yumo binti ya Mtume ntachoma moto. Akafanya mashambulizi ndani ya mlango wa Fatima Mlango ukasukumwa hule, ukampiga Fatima kwenye tumbo lake, ikawa ni sababu ya ujauzito wake wa mtoto wa kiume watatu aliyekuwa aitwa Muhsin akaporomoka. Bi abi wa ummi, akachukuliwa Ali kama teka, wamemfunga kamba, anaburuzwa anapelekwa mbele za kikao cha Abubakar. Alipofika anaambiwa na Umar, toa baia wa ila adribu unuqak. Towa baia ukubaliana na utawala wa Abubakar au nakata shingo yako. Ali anamwambia Umar, kama sikutoa baia utafanyaje? Asema tutakata shingo yako. Ali anamwambia lakini, mtakuwa mnamuua ndugu yake Mtume na Abdullah, mimi ni ndugu yake Mtume na ni mja wa Mungu. Umar anamwambia kuhusiana na ndugu yake Mtume, we sio ndugu yako Mtume, Mtume sio ndugu yako. <laughs> <laughs> Mtume sio ndugu yako. Leo yanapingwa yote ya undugu wa Mtume kwa Alii, undugu wa Alii kwa Mtume. ndio tutakuwa tumemua mja wa Mungu. Hakuna mwish katika mja wa Mungu. Walipoona habari ni kali haziwezekani, Abubakar saa basi, mi simlazimishi Ali. Akatoka akaenda kwenye kaburi la Mtume. Ali akawa anamsemesha Mtume, anamwambia yabn um inna lqauma stad'afuni wa wakadu yaqtulunani Jamaa hawa istadhafuni, wamenifanya dhaifu, wamenidhalilisha, na wamekurubia wamefikia mahala waniuwe. Fatimatu Zahra akawa ana garagara kwenye kaburi la Mtume, anamwambia ya Rasul llah madha laqina badaka bibni abi kuhafa bibni lkhatabi wabni abi kuhafa, imekuwaje baada ya wewe kuondoka tu siku mbili mambo amebadilika. Haya ndiyo anayotukumba kwa kupitia Umar na kupitia Abubakar. Wanarudi nyumbani, wanajitenga, wanakadiriwa chakula kupewa. Fadaki inaondoka, wanabakia nyumba ya mtume hawana kitu.